Mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa hapa nchini ambayo ina wingi wa madini ya dhahabu, ambapo uwepo wa madini hayo unachagiza pia kuongeza pato la mkoa na wananchi wake kujiajiri. Hapa ni katika mgodi wa Dirifu, uliopo wilayani Mpanda, mkoani Katavi. Eneo hili limekuwa mashuhuri kwa wachimbaji wadogo wa madini. Sehemu hii pia ina uwepo mkubwa wa kina mama. Mimi ni mchimbaji ninayezama kwenye maduara marefu, kwenye marongo besi. Natoa mawe kule chini, nikitoa nje na bonda, naanika na saga na lisha. Nikisha lisha, ndio nakuja sasa kupembua kwenye dawa, kwenye mercury, ndio nakuja kukamua dhahabu sasa. Nikisha toa huu mchanga nao gredi, hapa inabaki dawa iliyoshika dhahabu, ndio nakamua na kitambaa anapata dhahabu. Uwepo wa wakina mama hawa kwenye sehemu hii ya mgodi umechangia kwa kiasi kikubwa kutokuwa tegemezi kwenye familia zao. Uzoefu wangu katika ufanyaji wa hizi kazi za mgodini nimeanza mwaka themanini na tisa, mwaka niliyofanikiwa ni mwaka elfu mbili. Mwaka elfu mbili nilichimba nikabahatika kupata dhahabu nyingi nikajenga nikanunua na shamba nanisaidia na nufaika napata hela nimesomesha watoto nimejenga kupitia dhahabu hizi hizi. Ingawa serikali inaendelea kuwaunga mkono wachimbaji hawa wadogo, ukosefu wa vifaa unapelekea ugumu wa kazi hiyo ya uchimbaji kwa wanawake hawa. Tunatumia sururu na makoleo na nyundo na ponchi. Serikali ingeangalia, ingetuangalia wachimbaji kwa jicho la tatu ikatuletea vifaa, nafikiri tungenufaika zaidi ya hapa. Mbiu yapigwa na wakinamama hao wakidai ya kuwa mgodini ni sehemu salama ya wanawake kujipatia kipato na kuweka heshima majumbani mwao, atakaye na aje. Mwanaidi Waziri, Azam News. <muchos>